Waliani, ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Novemba 17 siku ya Jumatatu, tutaangazia habari kubwa za opewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kuongozea kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti laku la Mwananchi lenye habari kubwa za opea kipaumbele. Linaanza na habari inayosema mradi wa Rustam wagesi wapata kibali Kenya. Mradi wa Rostam wapata kibali Kenya, lakini kuna habari inasema mtihani kidato cha nne. Hiyo ni habari inasema kwenye gazeti lako la Mwananchi. E, mtihani kidato cha nne, wanafunzi zaidi ya laki tatu na elfu kumi na moja na mia tisa themanini na sita waachia ngazi njiani. E, wanafunzi zaidi ya laki tatu na elfu kumi na moja na mia tisa themanini na sita waachia ngazi njiani lakini idadi hiyo ni sehemu ya wanafunzi uh, zaidi ya laki tisa waliochaguliwa kuanza kidato cha kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Wadau wa elimu wafunguka uh, wakitaka utafiti. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, lakini bado kuna habari inaosema utapeli wa mapenzi unavyoliza wanawake. Utapeli wa mapenzi unavyoliza wanawake. Huku kuna habari inaosema ka, kauli ya Bashiru kuhusu uchumi demokrasia, e, kauli ya Bashiru kuhusu uchumi demokrasia. Lakini mwelekeo wa wadau kukomesha uzuiaji maiti, mwelekeo wa wadau e, kukomesha uzuiaji wa maiti. Hiyo habari inaendelea kwenye gazeti la kwa Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata na kale yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, lenye linaandika mshtakiwa mifuko inayodaiwa kufungia unga mke wangu aligandishia barafu. Mshtakiwa asema mifuko iliyodaiwa kufungia unga mke wangu aligandishia barafu. Lakini DRC na M23 watia saini mpango wa amani, DRC na M23 watia saini mpango wa amani. Lakini habari kubwa ni ajenda maridhiano katika upepo mpya. Hyo ni habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe, inasema ajenda maridhiano katika upepo mpya. Lakini wauzaji wa, wa, e, wa chipsi na samaki wa onywa kutobadili mafuta. Wauzaji wa chipsi na samaki wa onywa kutobadili mafuta. Lakini magonjwa yasiyoambukiza tishio ka kisukari e, cha tesa vijana. Lakini kuna habari inayosema ripoti maalum, hifadhi ya mahali yatikiswa e, na mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini nekta ya onya udanganyifu mtiani kidato cha nne leo hyon habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na kitu kiachana gazeti lako la Nipashe, mwanga wa jamii asubuhi. Uh, ya leo tuangazie sasa, uh, gazeti lako, uh, gazeti la habari leo lenye linaandika habari inayosema watahiniwa kidato cha nne waongezeka kwa asilimia saba nukta sita lakini TRA yaahidi kulinda biashara ra ya aidi kulinda biashara unabari ukurasa wa tatu na bilioni mia moja arobaini kujenga barabara za Ilala, bilioni mia moja arobaini kujenga barabara za Ilala, habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini TANESCO REA wapewa mbinu gharama za umeme. Lakini habari kubwa ni Rais Samia ahimiza amani na ustahimilivu. Uh, Rais Samia ahimiza amani na ustahimilivu. Serikali yashauriwa shauriwa mambo sita, mfumo wa usafirishaji. Serikali ya shauriwa mfumo eh, mambo sita, mfumo wa usafiri uh, lakini eh, Dr. Mwinyi si tuvumilia ugomvi wizarani yuna baada ya endelea kwenye gazeti lako la raia eh, uh, gazeti lako la habari leo kwenye kurasa mbele, lakini tukichana kwa gazeti lako tuangazie ndani ya uh, gazeti lako Gazeti la Uelekeo linaandika habari inayosema serikali yaahidi mazingira wezeshi viwanda, lakini wampongeza rais kuunda tume ya kuchunguza vurugu. E, wampongeza rais kuunda tume ya kuchunguza vurugu, lakini habari kubwa ni rais Samia ataka maombi ya taifa, lakini NLD ya waasa waliosamehewa na rais Samia wasirudie makosa, lakini Nekta yaonya udanganyifu mtihani kidato cha nne nekta ya onya udanganyifu mtihani kidato cha nne. Huku raia mzalendo gazeti lako linaandika waziri mkuu aagiza huduma bora kwa waja wasito, lakini Tanzania, sisitiza amani na usalama mkutano wa ICGLR, lakini watainiwa zaidi ya laki tano na mia nane kumi na sita kuanza mtihani wa kidato cha nne leo, na serikali yaipongeza hospitali ya shifa

ugonjwa wa kisukari wazidi kuwa tishio lakini Dr Wigulu ataka Watanzania kuelekea eh, kuombea nchi amani, bari kwenye gazeti la kula Mtanzania leo ukurasa wa mbele. Huko gazeti la kula wa Machinga, sauti ya wanyonge, lenye linaandika NECTA yaunya udanganyifu kidato cha nne kuanza mtihani, lakini mhandisi Sefu aelekea aeleza jitihada za Tarura kukabili tabia nchi, lakini Dr Samia Watanzania tuendelee kuliombea taifa, eh, huku Waziri Mkuu Dr. Mwigulu awasili salamu zake kwenye ibada Jumapili, lakini wabunge presha juu uteuzi wa, eh, wa mawaziri na MC Pilipili afariki dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga ukurasa wa mbele, lakini tukiachana gazeti lako E, tuangazie sasa kwenye gazeti la kura za Zanzibar leo lenye linaandika Dr. Mwinyi apongezwa kuhimiza nidhamu uwajibikaji serikalini. Lakini Dr. Samia tuendelee kuliombea taifa na amani. Dr. Nchimbi ahudhuria mkutano wa ICGLR kichaza, lakini tutaendeleza mchakato sheria mpya ya habari. Huyo ni Waziri Pembe asema tutaendeleza mchakato sheria mpya ya Waziri wa Habari. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo e, gazeti, e, gazeti, e, e, gazeti, lako. Gazeti lako la Uhuru lenyewe linaandika Tanzania kunufaika na mradi mabadiliko ya tabia ya nchi huku Rais Samia wakosha viongozi wa dini nchini watainia zaidi ya laki tano tisini na tano kidato cha nne kufanya mtihani amani upendo yazidi kusisitizwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaandika ACT e, wazalendo wasisitiza wananchi kudumisha amani, lakini Raisi Dr. Samia wa Tanzania, tuendelee kuliombea taifa lidumu katika amani, na Mahenge yaanza kung'ara katika mapato ya madini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele, huku gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika Rais Samia asisitiza maombi kwa taifa, lakini Tanzania anufaika na mradi wa uchumi wa buluu, huku TARURA imefanya jitihada e, kubwa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Huyo ni mwandishi e, mwandishi Sefu asema. Na tukiachana na gazeti lako la Mwanahabari, tuangazie gazeti lako la Jamvi la Habari lenye linaandika hotuba ya Dr Samia bungeni Gumzo la taifa. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la jamvi la habari. Na tukichea sasa kurasa za mbele, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Mwanahabari linatuhabarisha ukurasa wa michezo, Rais Samia tunajipanga na AFCON 2027 lakini Simba wanajipanga kuwavaa wa Angola, Singida Black Stars hatuogopi atuogopi wapinzani, lakini janga soka school waulizia nafasi hiyo, ni habari kwenye gazeti lako la habari leo. Gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye michezo linaandika wadau wa soka kuhoji kiwango cha Yakub, lakini Azam yaipigia hesabu kali ya isi Manyema, matokeo ya Taifa Stars ya kiti Queens, lakini mataifa thelathini tayari, eh, kwenda kombe la dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza ilo gazeti lako la kula uhuru linaandika kuna michezo, Gamondi atoa sababu za Stars kupoteza, lakini bado kuna habari zingine e, eh, kimataifa nasema Gabriel apata majanga. Hiyo habari kimataifa nasema Gabriel apata majanga, ilo gazeti lako la uhuru, ukila saa wa mbele, lakini kipa Simba kufanyiwa upasuaji Morocco. Ilo ni gazeti la machinga linaandika kipa Simba kufanyiwa upasuaji Morocco, Stars ya kocha Gamondi yalala kwa Kuwaiti, lakini Musimane, Yanga itafanya vizuri Kafsiel. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la machinga ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo aandika serikali yasikitishwa na furugu viwanjani, lakini KMKM ya isuruhu yasulubu polisi. Yanga yasema mradi soka school utakuwa endelevu, lakini mbio za SQF Zanzibar cleft marathon ni Desemba ishirini na moja. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Huko gazeti lako la habari lolote ndika Gamondi, tulikosa umakini e, lakini bajibari aongeza mzuka Simba, lakini kimataifa taifa Gabriel Shakan kuikabili Tottenham. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako la wamachinga naandika kipa Simba kufanyiwa upasuaji Morocco, Stars ya Gamondi yalala kwa kweli, Mosimane Yanga itafanya vizuri e. Gazeti lako la Machinga lenye lilikuwa na habari hiyo asubuhi ya leo. Gazeti lako la Uelekeo linaandika Mosimane kunoa makocha Yanga, Fadua itabilia mema e, Simba lakini msipaniola, e, CEO mpya Azam FC. Gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo lakini gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo linaandika Pantevu kuna kitu anataka, lakini Pakome dombi wa mtikisa mreno. E, Pakome dombi wa mtikisa mreno afichua kwa Mwanaspoti e, mwanjeria naye atoa tahadhari, lakini kipigo cha mchefua gamondi Taifa Stars e, habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele, pate nakale yako kwa habari kwa kina huku gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii lenye linatuandikia pantevua iandalia dozi nzito petro de Luanda, lakini baka idimundi wa rejea mazoezini. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo, pate nakala yako kwa habari kwa kina, gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo Ndo ninatufungia utazamaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwa nini, asubuhi njema.